Salamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatu. Hapa ni Bilal Integrated Academy Mokowe, Lamu County. Na hawa watoto mnawaona hapa ni watoto mayatima ambao ni, wa, ni wanafunzi wetu na bahati mbaya sponsor wao amejitoa katika sponsorship ambao alikuwa akiwasimamia upande wa school fees. Saa hii kama Bilal Integrated sisi hatuwezi tukawatoa, lazima tuwasomeshe, tukae nao na tungeomba nyinyi ambao mnatuangalia, inshallah yeyote yule ambaye anaweza kujitokeza awasaidie hawa watoto ili wapate kuendelea na masomo yao. School fees ambao sisi tunacharge katika hii shule kwa mwaka ni shilingi elfu thelathini kwa kila mtoto. Hawa watoto ni takriban watoto kumi. Kama vile mlivyosikia, mimi ndio mwalimu mkuu, ni Rashid, na hawa ni wazazi wangu na hawa ndio watoto wetu hapa shuleni Hawa ni wazazi wa watoto ambao kwamba wali kwa njia mmoja au nyingine waliweza kuwapoteza wazazi wao wa kiume, na wazazi wa kiume kila mtu anajua changizo lake katika boma, katika nyumba. Maisha wanaopitia hawa uh, ni mimi kama mwalimu mkuu ndio naweza kuyajua, na uchungu waliokuwa nao mimi ndio naweza kujua zaidi, kwa sababu mara nyingi niko nao. Hali zao za nyumbani zinaumiza sana. Saa ingine unaingia na roho ya kibinadamu unawaacha wanakaa darasani, lakini pia kwa njia moja nyingine, shule kama hii ina mambo mingi na harakati nyingi. Ili ziendelee, lazima tupate eh fees ziweze kulipwa, ndio watoto waweze kusoma vizuri na pia walimu wabaki, maana walimu kukaa hapa ni lazima wao wapate kiwa wanapata mshahara kila mwezi, mshahara ndio. Na hawa wazazi, hawa wazazi na wao wanataka kusimamia naona eh, chakula chao ni tabu fizi ni mala watoto. Na bidii sana hawa watoto, performance yao alhamdulillah, hata naweza kuandikia records kuonyesha nikaonyesha report zao, wamefanya vizuri katika shule, wana bidii kuja shule, hawakosi shule, lakini tu kwa njia kwa hali ambazo wako nazo kule nyumbani, wanashindwa kwa kodi kulipa fizi wazazi wao. So unapata leo yuko, kesho hayuko. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina anaitwa Safia Mahamud Kaifu. Tuka shule ya Bilal hapa Mokoyo. Tuna watoto mayatima. Changamoto kubwa hatuna fisi, hatuna chakula, hatuna nguo, hatuna chochote. Tafadhali, afadhali tusaidieni kwa sababu hawa mayatima. Hawa walio hapa wote ni mayatima. Wake kwa baume hawa kitizie. Sisi tuko kama kondo. Mara tuenda nyumbani, mara huji shule, mara mwalimu hataki, mara waleteni. Tafadhali tunawaomba hasani. Kama mwaweza kutusaidia, tusaidieni tafadhali tapata jaza kwa Mwenyezi Mungu. Mimi kama mwalimu mkuu wa Bilal naomba sana, if there is any way that you can help these kids together with their parents, we really appreciate. Tutawashukuru sana, and uh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kuwajalia ni kila la kheri. Kwa hivyo ombi langu kubwa kwa kila atakayepata hii clip aweze kuwasikiliza, aweze kuonea huruma, uh, hao watoto ambao kwamba leo wako hivi na kesho na kishukutwa watakuwa katika hali tofauti. Yule kila kila wema no, unaomfanyia yatima, basi una ujira mkubwa sana, si duniani na kesho akhera, kwa mujibu wa Mtume so SAW, kwamba yoyote atakayemkamata yatima atakayekuwa naye karibu kahatain, akionyesha vidole viwili kwamba atakuwa naye filjanna. Unaona, kwa hivyo watumai ujumbe wetu mtaweza kusikiliza na wasaidike watoto wasaidike wazazi, wanaposaidika watoto ndio wazazi watakuwa na amani ya akili, wakikaa watakuwa na amani, lakini kwa, kwa sasa wanavyoonekaniwa sura zao hawana amani, kwa sababu watoto wao elimu yao chagusa huku na huku. Pia wako na areas ya school fees, ambao yule sponsor aliondoka amewaachia. Na maombi yetu kwenu nyinyi ambao mnatuangalia na mnaotusikiliza ni tafadhali mjitokeze, ndio hao watoto wapate elimu. Msawada ni wenu nyinyi, muwasaidie na sisi kama Bilal tuwasaidie upande wa kuwasomesha. Maelezo mengine yote mnaweza mkamcontact mwalimu mkuu Mr Rashid ambaye tutapeana contact zake inshallah. Mnaweza mkazungumza naye, ndio hawa watoto wapate kusoma waendelee na masomo yao. Shukran, jazakumullahu khaeira.